Habari za wakati huu tena mfuatiliaji wa Kankono TV. Karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu tuelekee huko Islamabad nchini Pakistan. Naitwa Ramadhani Fupi. Serikali ya Pakistan imesema kwamba kabla ya kuanza vita kati ya Israel na Iran, Pakistan haijawahi kujihusisha na ushirikiano mpya wa kijeshi na Iran, lakini kutokana na mashambulizi yaliyoanzishwa na Israel huko Iran ndiyo yaliyoifanya Pakistan kuungana na Iran, na endapo mashambulizi hayo yataendelea, basi Pakistan itatumia silaha za nyuklia kuishambulia Israel. Waziri wa Ulinzi wa Pakistan Khawaji Asif amesema kuwa jeshi la Pakistan lipo tayari kwa ajili ya vita wakati wowote wa endapo mashambulizi yataendelea kupamba moto kati ya Iran na Israel. Itakumbukwa wakati wa kuanza kwa mashambulizi ya Israel siku ya Ijumaa ya wiki zilizopita, taarifa zilidai kuwa Pakistan ambayo inapakana na Iran ilidungua ndege za kijeshi za Israel zilizokuwa zikifanya doria kwenye mpaka wa Iran kwa lengo la kufanya mashambulizi nchini Iran, hali iliyosababisha ongezeko la mvutano kati ya Israel na Pakistan. Hata hivyo, Pakistan imesema kwamba kufuatia namna ambavyo mashambulizi yanavyoendelea huko nchini Iran yanayofanywa na Israel, Pakistan imesema kuwa itatumia silaha za nyuklia kuliangamiza taifa la Israel. Kufuatia mazungumzo yaliyofanywa kati ya serikali ya Iran na serikali ya Pakistan, Pakistan imesema kwamba itaingilia kati vita hivi, na endapo Israel itatumia mabomu ya nyuklia kuishambulia Iran, basi Pakistan nayo haitasita, itatumia pia silaha za nyuklia kuliangamiza taifa la Israel. Kulingana na taarifa kutoka katika kampeni ya kuzuia na kukomesha silaha za nyuklia ulimwenguni, ICAN inasema kwamba Pakistan pamoja na Israel ni miongoni mwa mataifa tisa yanayomiliki silaha za nyuklia, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, vita vinazidi kutanuka. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa tahadhari kwa wakazi wa mji mkuu wa Iran, Teheran, waondoke haraka iwezekanavyo katika eneo hilo, huku nayo China ikisema kwamba inawatahadharisha raia wake wanaoishi Tel Aviv nchini Israel nao waondoke mara moja eneo hilo. Unaweza ukajiuliza ni nini hasa Donald Trump anataka kukifanya huko nchini Iran. Pia unaweza kujiuliza ni kitu gani ambacho China nayo inataka kukifanya huko Tel Aviv nchini Israel. Mfuatiliaji wa Kankono TV, endelea kutufuatilia zaidi, ili uweze kupata taarifa mbalimbali za ulimwengu, lakini pia usisahau kusubscribe, usisahau kulike kushare na kucomments. Naitwa Ramadhani Fupi.